waanaitaka kutimiza kunyonyesha na ni juu ya baba chakula chao mama na mtoto na kivazi chao kwa wema. la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarr walidatun biwaladiha wala mawludun lahu biwaladihi waala alwarisi mithlu dhalik, nafsi haikalifishwi kufanya jambo isipokuwa lililo ndani ya uwezo wake tu. Mama asidhuriwe kwa sababu ya mwanawe na baba asidhuriwe kwa sababu ya mwanawe, na ni wajibu juu ya mrithi wa mtoto kufanya hayo fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima, nasi vibaya kwa wili hao baba na mama wakitaka kumwachisha ziwa mtoto chini ya miaka miwili kwa kushauriana na kuridhiana. wa in aradtum an tastardi'u

Na mkitaka kuwapatia watoto wenu mama wa kuwanyonyesha basi hapana ubaya kwenu mkitoa kile mlichowapa kwa njia ya wema, na mcheni Allah na jueni kwamba Allah ni mwenye kuyaona sana yote myatendayo. walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi wa ashra. Na wanaokufa miongoni mwenu na kuacha wake wangoje wao wenye mezi minne na siku kumi fidha balana ajalhun fla junaha likm fima fa'alna fi Bima na watakapotimiza ida zao basi hapana ubaya kwenu katika walichojifanyia kwa wema na Allah anayejua vilivyo miyafanyayo wala junaha alaykum fi ma aradtum bihi min khitbatin nisaa'i au aknantum fi anfusikum na si vibaya kwenu posa za fumbo mlizowafumbia au mlichokificha kwenye nafsi zenu Alima Allahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu illa an taqulu qawlan ma'rufa Allah amejua kuwa nyinyi mtawakumbuka hao na lakini msiwaahidi ndoa kwa siri

Na msiazimie kufunga nao ndoa mpaka eda ifike mwisho wake. Najueni kwamba Allah ana jua yaliyomo katika nafsi zenu, basi jihadharini naye. Najueni kwamba Allah ni mwingi wa kusamehe mpole mno.

wamtiumuhunna ala almusi'i qadaruhu wa ala almuqtiri qadaruhu mata'an bilma'rufi haqqan ala almuhsinin, na wapeni cha kuwaliwaza kutoka nyumba, mwenye uwezo mkubwa atoe kulingana na uwezo wake, na mwenye uwezo mdogo atoe kulingana na uwezo alionao.

na ilhali mmekwisha kadiria mahari, basi wapeni nusu ya mahari mliyokadiria, isipokuwa kama wake wenyewe watasamehe au watasamehe yule ambaye kifungo cha ndoa kipo mikononi mwake. Wa antafu aqrab littaqwa, wala tansaw alfadl bainakum. Inna Allaha bima ta'malun basir. Na kama mtasamehe hilo liko karibu zaidi na uchamungu na msisahau utu kati yenu. Hakika Allah ni mwenye kuyaona miyatendayo. Hafidhu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Zichungeni sala zote tano na ichungeni sala ya kati, na simameni kwa ajili ya Allah mkiwa wanyenyekevu. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idha amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Basi mkiwa na hofu usalini mkiwa mnatembea kwa miguu au mmepanda. Na mtakapokuwa katika amani, basi mtajeni Allah kama alivyokufundisheni mliokuwa hamyajui. walladhina yutawaffauna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim wasiyyatan li azwajihim mataan ilal hawli ghayra ikhraj, na wale wanaokufa miongoni mwenu na wakaacha wake waache usia kwa ajili ya wake zao wapatiwe matunzo kwa mwaka mzima bila ya kuwatoa majumbani. fa in kharajna fala junaha alaykum fima fa'alna fi min, na kama watatoka wenyewe, basi hakuna ubaya kwenu kwa kile walichokifanya kwenye nafsi zao, na Allah ni mwenye nguvu mno mwingi mno wa hikma. walilmutallaqati mata'un bilma'ruf haqqan 'ala almuttaqin, na wapeni wanawake walioachwa kiliwazo kutoka nyumba, ikiwa ni haki kwa wamchao Allah. kadhalika yubayinu Allah lakum ayatihi la'allakum ta'qilun, kama hivi Allah anabainisha aya zake ili mpate kufahamu.